Moyo wako, kwa utiifu wa moyo wako, kwa kuendelea kudumu katika mapenzi kamili ya Bwana, ndio Bwana ataweza kukudhihirishia hakika mapenzi kamili ya Bwana leo ya kumpendeza ya kumpendeza. Ngoja kidogo, kuna mema, sivyo? Eh? Yeah. Mema ndiyo ya kwanza, halafu ya pili, ya kumpendeza ya kumpendeza, ya ya ukamilifu na ukamilifu ukamilifu, yaani utakapobadilishwa nia yao, utaweza kujua hakika upenzi mema ya Mungu. Yaani, mambo mema ni mambo ambayo hayawezi yakaharibika. Mambo mema ni mambo ambayo ukiyapata, hakuna siku utaishi kwa kilio. Katika mapenzi haya ambayo Mungu anahitaji ubadilishwe, ni kwa ajili ufanye mambo ambayo atampendeza Mungu, si mambo ya kunipendeza mimi. Si mambo ya kumpendeza jirani yako, ni mambo ya kumpendeza ni ya Mungu. Ni mambo ambayo anafanya Mungu anapokuwa katika kiti chake cha enzi anasema, kweli huyu mtoto wangu. Hata mengine anakupa yale ambayo yalikuwa mbali ya, anayasongeza karibu tu kwa sababu kwa ukweli kwa moyo wako umempendeza, kwa ukweli kwa moyo wako Bwana amependezwa tu na wewe, ameshuhudia ukuu umemtukuza na umesema kwamba Bwana ni wewe, mapenzi ambayo yamekamilika. Yani mama ambaye amekamilika, hakuna siku itakuja igeuke, itabaki vile ilivyokuwa, itabaki vile ilivyo, vile Bwana aliweka nivyo ndivyo, haiwezi ikabadilishwa na shetani wezi ikabadilishwa, haiwezi ikabadilishwa. Mpendwa haiwezi ikabadilishwa, imekamilika. ya ukamilifu ni mema ya kumpendeza na yamekamilika, ya haiwezi ikabadilishwa na chochote vile Mungu alisema hivyo ndivyo i kila ambacho ameweka ni hivyo ndivyo silivu hakiwezi kinakeuzi Iwapo utakubali ukiuzwe, nia yako, ujue hakika ya mapenzi ya Bwana. Mpendwa, mambo haya utayapaa, utampendeza Bwana. Utaishi kwa ukamilifu, utapata mema ya inzi. Hakuna siku utasimama. Angalia Daudi anasema, nataka tusome hivi tukimaliza tusome Saburi, Saburi kumi na mbili. Kuna mama ambayo a anasema na hivyo ndivyo Kristo tulivyo. Nataka tuonekane sawa tukiwa mbele za Bwana, nataka tuonekane sawa tukimwita Bwana. Nataka tuonyeshe wengine ya kwamba tunajua kumwita Bwana <laughs> ile hali Bwana anasema huyu yani hata hata hajawahi kusikia sauti yako ikifika kwana, hajawahi kusikia umemuita, hajawahi kuona umemuita. Zaburi kumi na mbili Bwana ha, hajawahi kuona, lakini uko na bilii ya kuonyesha majirani, unajua kuomba ya kuonyesha watu unajua najakableza Bwana, lakini Mungu mwenyewe hajawahi kuona. Daudi akasema hapo tu kwanzia moja mpaka afariyeshi Bwana uokoe, maana mcha Mungu amekoma. Daudi anasema Bwana uokoe, yaani Bwana wewe uokoa, maana waliosema ni wako wamegoma, waliosema wewe ni mwokozi wamegoma, waliosema wewe unaweza leo hii wamegoma, wamekataa kukuita Bwana. Wewe mwenyewe uokoa Okay. Maana uaminifu wametoweka wa katika wanadamu, uaminifu umetoweka katika wanadamu, katika wanadamu. Hakuna mwanadamu ambaye ni mwaminifu. Daudi anasema wewe ukoa mwenyewe. Daudi anamwambia Bwana ukoa mwenyewe. Wanadamu wamekuwa waongo, wanadamu wamekuwa wanafiki, walisema wanakupenda leo hii wamekoma. Walisema wewe ni Mungu kwao, leo hii wamekuacha, wamesema awanatoka kwako, leo hii wametoka kwako. Wanakimbilia ulimwengu, wanakimbilia manabii, wanakimbilia miujiza, yao iko mbali nao. Bwana mwenyewe waokoa. Yule anamwambia Bwana waokoa mwenyewe. Wewe mwenyewe waokoa. Bila kusemezana yasiyofaa kila mtu na mwenziwe. Wanadamu hawa waliosema watakuwa waadilifu kwako, waliosema watakuacha, leo ndio hao wanaosemezana hili kwa hili, mambo yasiyofaa. Yaani badala ya yani, kukutanika kushuhudia utukufu wa Mungu, unapokutanika mnasema we, leo hii nilienda he, kwa mganga ta, leo ndio nimepata nabii na ambaye ameniambia mambo yangu yote, leo hii tu sikuje tu. Mambo yasiyofaa leo tumegeuza, ambayo mwanzo tulisema sisi ni wa Bwana, ambao mwanzo tulisema Mungu wewe ni wewe Bwana. Anasema uaminifu umetoweka katika wanadamu, wanadamu wamekosa kwa wanadamu. Daudi akamwambia Bwana, Bwana na uko mwenyewe Bwana uko mwanzo, walisema ni wewe umeacha. Walisema ni wewe, wamekuacha. Walisema wanatoka kwako, wamekuacha Bwana. Kwanookwa mwenyewe, mambo anayezemezana hayafai, hayana manufaa kwako. Mambo anayezemezana kwa ni ya upumbavu ulimwengu, ushuhuda wao sio kwa ajili yako. Bwana, kwanookwa mwenyewe. Kwa yaani, katika hali hii Ona Daudi akilia kwa machozi, kwa sababu wanadamu hawaelewi wapi wanaenda, na hawaoni hasira ya Bwana iliyo juu yao. Waliza kusoma Kwenye midomo ya kujipendekeza, watu hao wa midomo yao imekuwa ya kujipendekeza, watu hao wa midomo yao inatoa maneno ya kuwanufaisha wenyewe, sio kwa ajili ya manufaa yao, sio kwa ajili ya sifa zako, sio kwa ajili ya kukupa utukufu, bali midomo yao imekuwa ni kwa ajili ya manufaa yao. Yaani unapokuwa pande hii unasema maneno yanayokupaa, unapokuwa pande hii unajiona ukiwa sawa, lakini moyo wako uko mbali. Daudi akasema Bwana ukoi Daudi akasema Bwana ukot. Daudi akasema wa watu midomo yao ya ipendekezi. Daudi ya akasema Bwana watu hawa waokoe. Yaani, Isaya alisema ya kwamba E, midomo na moyo ni tofauti. Unayosema kutoka eh, kwa mdomo na moyo ni tofauti. Yesu akaja akarudia fungu hilo akasema, Isaya isa alisema watu hawa wanipenda kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali na ni mara ngapi umejipendekeza kwa mambo ambayo sio Mungu amekusudia? Maliza kusoma kusemezana kwa mioyo ya unafiki. Wanapokuwa katika hali ya kujipendekeza, wanasemezana katika mioyo ya unafiki. Mioyo yao haina dhibitisho na ushuhuda zako, mioyo yao haina uwezo wa Mungu. Daudi akamwambia Baba uko mwenyewe okoa, akamwambia Bwana okoa. alafu Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza. Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza ya nao ulini unaonena maneno ya kiburi. Bwana ataukata, Bwana atakata midomo na ulini unenao maneno ya kiburi.